Anza anza, nasikia kuku yeah. Wako ni mkonde baka kuku na squad kuliwa na panya na panya kushiba. Nasikia huko kijana amebeba hadi usag boxer. Uko mrefu baka, unauziaga unauzaga <laughs> metura kwa dela <laughs> Nasikia ukijana ni mrefu hadi akifanya dunia ukijana ukijana soma na toka nje ya uko manono. Ukijana amezeka hadi akijikuna, anajikuna Royco demo akikuja kukuhaua na socks. Yeah. Nasikia demu yako ni mblack we, mpaka ye ni mblack hadi babuni zinazamanga. Ai we mi sikujui we. Ah, we uko mfupi mpaka unaendeshaga kapidi tonkaa mugara <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> nasikia we <Yeah. laughs> ni mfupi hadi unajifichanga chini ya nyasi mm. nasikia we uliko unatoa kazi kwa shetani mpaka ukaanza kuiba panti ya, ya bibi ya shetani Nasikia wewe? E, eh. Nasikia wewe, nasikia wewe ulikufa na ngumu, ama bwinguni upate chai. Ama inatoreagwa mahindi.

Umeenda na babako soko kununua vitu, sa ukaambia baba, ninunulie aka kapanti na vanga ya mamako hiyo ni meno ama ni mzungu? Ukijana na kuanga mchafu hadi makamazi ziutaka kumwepa zinachungulia. <laughs> Nasikia uko na matiti refu baka. Ah, nasikia uko na matako refu baka. Hapo ndio DJ anakuja kuzungushia CD. Nasikia <laughs> <laughs> wow, wow, ni deadly. Mboroa huyu ni, ni refu hadi ujifungilia kwa kwa mti ndio wapande Didi. Nasikia uko na kasusulefu baka, watu wa India wanasemaka pipi imekuja adua, waindi wakiona ati ati pipi imekuja